Ndugu wananchi, wakala wa ulinzi JKU ifahamu kwamba bado ina deni kwa serikali, lakini vile vile kwa wananchi kwa ujumla. Serikali iliweza kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kuwaletea maendeleo wananchi wake, basi inalazimika kutafuta fedha ndani na nje ya mipaka yake. Kama nilivyotangulia kusema hapo nyuma, taasisi hii imeanzishwa kwa malengo maalumu ambapo jengo hili litakapokamilika na kuanza kutoa huduma, malengo yatatakiwa kuonekana kwa uwazi. Miongoni mwake ni kuona gawio la serikali kutoka wakala wa ulinzi linakuwa, lakini vile vile kuona taasisi hii inajiendesha yenyewe pasi na kutegemea fedha kutoka serikali kuu. Malengo hayo yatafikiwa kwa kujituma na kuwa wabunifu. Katika ulimwengu wa sasa fedha inatafutwa. Hivyo wakala wa ulinzi mnahitaji kuwa wabunifu katika kulifikia soko la utalii, biashara na uwekezaji. Natambua kwamba mna malindo mengi, lakini malindo hayo mengi ni ya taasisi za serikali ambazo zimekuwa na changamoto ya kufanya malipo na kusababisha mzigo kubwa kwa uendeshaji wa wakala. Wakati umefika sasa wa kujituma na kuwa wabunifu ili mtoe huduma zaidi kwa sekta binafsi kama vile sekta ya utalii sekta za biashara na uwekezaji, ili kupeta fedha za kutoa gawio kwa serikali ambalo litakwenda kuboresha huduma mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Niendelee kuwashukuru mafundi wetu kwa hatua nzuri waliofikia kwenye ujenzi huu na kuwashukuru wale wote ambao kwa njia moja au nyingine wametoa wa msaada katika utekelezaji wa mradi huu na kama tulivyoelezwa hapa kwamba mradi huu unatekelezwa na nyinyi wenyewe kupitia consultant wa JKU, munaendelea kujipambanua vizuri sana, na niwapongeze sana kwa hatua hii ambayo mmefikia leo hii, mmeweza kutengeneza jengo hili. Sina shaka kwamba hapo mbeleni mtaendelea kutanua wigo na kuongeza uwezo wenu wa kuweza kujenga miradi mikubwa zaidi ya kimkakati kama vile mabarabara, madaraja, viwanja vya ndege na miradi mingine ambayo itakuwa inatija pana kwa taifa letu. Naamini kwamba safari hii ambayo imeianzisha ni mwanzo tu, lakini mtakuwa mna malengo makubwa zaidi ya kufika mbali zaidi ya kuweza kusimamisha magorofa ya kimkakati. Ndugu wananchi, nimalizie kwa kutoa shukrani zangu kwa uongozi wa Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ chini ya usimamizi wake wameheshimiwa bingwa sana waziri Idrisa Kitwana Mustafa na kukubaliana na maamuzi ya kamati kuu ya halmashauri kuu ya sherehe na maadhimisho ya kitaifa ya kuniteua mimi kuwa mgeni rasmi wa shughuli hii. Nasema asanteni sana kwa heshima hii kubwa mlionipatia. Nashukuru. Nimefurahi sana kujumuika nanyi na ninapongeza maandalizi yenu ya kunipokea na kuiendesha shughuli hii kwa viwango vya hali ya juu. Aidha, tunapasa tena kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza shughuli hii kwa salama na amani. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, niendelee kutoa pongezi kwa ngoma ya kibati na ndugu zetu hapa ambao wametupa burudani nzuri sana, lakini vile vile kwa yale mapendekezo ambayo yametolewa kwa wale vijana ambao wana wanajitolea, naamini ujumbe huo umefika na mtaufanyia kazi. Kwa kweli vijana wamejipambanua, sina shaka juu ya uwezo wao na huu mfano ambao wametuonyesha, hivyo ni matumaini yangu kwamba na wao watazingatiwa katika maombi yao lakini vile vile nitoe ni shukurani zangu kwa kikundi maalumu cha Tarab ambacho leo hii kimetoa wimbo huu maalumu aaayangu kwa, kwa kweli nimefarijika sana na wimbo ule na maudhui yake, na ninawapongeza sana kwa hatua hiyo, na matumaini kwa yangu kwamba nitombondoka hapa, nitaondoka na hiyo rekodi mkononi, ili niweze na mimi kuipeleka katika maeneo mengine ikasikike, hususan katika jimbo langu. Aidha, ni wapongeze wasoma utenzi kwa kuhani vizuri utenzi wao na ujumbe na maudhui ambao wameweka hapa, tunawashukuru sana kwa hilo. Lakini kipekee nimshukuru sana mwalimu wetu ambaye ametusomea dua hapa na kutufungulia tukio letu hili kwa sala na maombi, tunashukuru sana kwa huduma yake. Naomba sasa kuchukua fursa hii kwa heshima na taadhima kutamka kwamba ujenzi wa jengo la makao makuu ya wakala wa ulinzi JKU nimeliwekea, nimeliwekea jiwe la msingi leo tarehe 5 Januari 2026 katika maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naombwa tuketi.